Wahadhiri wote, Sheikh Matimbwa anaomba mje hapa. Sharif Majini maarufu. Wahadhiri wote, naomba hapa. Ni leo siku ya Jumatano, kila ambaye ni muhadhiri asogee katika kaburi hii, ambapo Sheikh Matimbwa yuko hapa, siku tarehe 29 siku rasmi ya uchaguzi. Njoo, njoo kwa Mwaipopo siku rasmi ya uchaguzi ambapo kutokana na rabsha zilizotokea katika nchi ya Tanzania, e, hivyo wahadhiri ndio wanaitana hapa kwa ajili ya e, kusogea kwenye kaburi la marehemu. Huyu ni mmoja kati ya watu wa karibu sana wa Sheikh Nurudin Kishki. Bado anateta hapa na Sheikh Nurudin Kishki, Sheikh Mwaipopo mpenzi mtazamaji, naye shemwe ipopo kwa kuwa wewe ulikuwa ni mtu wa karibu sana wa marehemu, hebu tupe kwanza wasifu wa marehemu. Kipi ambacho kikosa kuondoka kwa mwenzako wa karibu sanakwa ukoli, imepoteza m nimepoteza mtu msopo. Mm, alikuwa mtu kwanza. Mm, alikuwa ni mtu mwenye, mwenye huruma alikuwa ni mtu mkweli akisema nafanya, anafanya. Na kuwa mtu wa kukurupuka, alikuwa ni mtu mkweli jasiri. Kwa hiyo tumepoteza mtu, na Mwenyezi Mungu amfanyie pesi. Kwanza nilipokea kama amejeruhiwa, baada ya siku mbili ya tatu nikapokea amefariki. Kwa kweli nilipoteza mwelekeo katika watu Dar es Salaam, katika mashehe, katika wahubiri, katika walimu. Msopa ni mtu wangu, sina mtu tena. Jambo gani la mwisho labda unakumbuka uliongea naye mara ya mwisho? Ah. Wiki mbili zilizopita tulikuwa naye ofisini kwangu aliniambia nataka kula chakula kwako. Kamwambia waifu kwa andae chakula. Nakumbuka tulitengenezewa ndizi na nyama, tukala tukazungumza vizuri, tukaita press ya waandishi wa habari akazungumzia amani. Baada ya hapo tukaachana na yee, baada ya siku tatu tukaandisha press nyingine tukazungumza tukachana. Na siku anapigwa risasi, Msopa alinipigia simu, ilikuwa saa mbili kasoro, akaniambia, bwana askari wanapiga bunduki sana huko. Nakumbuka nilimwambia ingia ndani, akaniambia basi nakwenda ndani. Baada ya masaa mawili au masaa mawili kasoro, nikapigiwa simu, kapigwa risasi ya tumbo na ya kifua. Lakini aliyembeba Msopa akasema hali yake ni nzuri, hali yake sio mbaya. Baada ya siku mbili tena tukaulizia tukaambiwa ah, bana amelazwa Mwimbili, amefanywa operation. Siku ya tatu tukaambiwa amefariki. Kweli nilihuzunika sana kusababu, Msopa, kwa sababu Msopa akuwa miongoni mwa watu wanaleta vurugu, hakuandamana, amepigwa nyumbani kwake, amedhulumiwa. Kwa hiyo na mimi nafikiri ni bahati mbaya, sio kwamba alimpiga alikusudia. Lazima tuwa kweli. Katika vurugu wale wanaoingia katika ile vurugu huwa hawapati athari yoyote lakini wale ambao hawajui lolote ndio wanaumia. Msopa kaumia kadhulumiwa. Kwa hiyo sasa, haya ni matunda yale tuliyosema mwanzo. Mange Kimambi damu ya msopa anabeba, wala hawezi kuepa. Mange Kimambi ndio fitna mkubwa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema amelaniwa kila mwenye kuamsha fitna iliyolala. Mange Kimambi kaamsha fitna, Maria Sarungi kaamsha fitna, fitna. E, fitna hii alfu, pole polepole, dhambi anayo, hawezi kukwepa na wanafiki wote waliokuwa wakiamsha fitna kulazimisha watu andamane, kwa kisingizio kwamba serikali inateka, sawa, watu wanapotea, lakini tunaondoa tatizo kwa kuongeza mgogoro. Brother, hebu angalia watu, Msopa miaka 50, alikuwa 50 hajafika, alikuwa kwenye 46 47, ameacha mke na watoto. Hata kama tutasema tutawasaidia, lakini mapenzi ya mama na baba sio ya, ya sawa na mimi kwa hiyo kwa kweli binafsi nimeumia, nimeumia yani moyo wangu unavuja machozi ya damu sehemu. Nimeumia sana ya, nimeumia sana jambo. Gani la mwisho ambalo, jambo swali la mwisho, jambo gani ambalo hutomsahau katika maisha yako? Msopa alinisaidia, Msopa alinisaidia wallahi. Asante sana sehemikamat Nairobi ni kamatnairobinikuwa na nafungwa, nilimpigia Msopa akaniambia, Mwaipopo ufungu, mimi ndugu yako niko Tanzania. alimweta Kalama na Salum Alivia, ndo aliyekusanya pesa kama milioni nane ya Tanzania, nikafikiri mimi Msopa sio ndugu yangu, yeye mzigua, mimiaksa lakini Uislamu umetukutanisha. Kwa hiyo Masipo, masipo, masipo. Kwa haya tushe namwambia Mungu amfanye wepesi kaburi na mama Mwenyezi Mungu amfanye kaburi lake kwa miongoni mwa mashimo ya peponi, ya alinisaidia sana Kani?